Wamutienage zako kugano kwata bendera ya Uganda jikwato jiuwe ujijanja wasu kipinde kenyeumbao kipinde mliwamu jiuwe gorumiajue gorumia. Mgombea wa urais wa upinzani Uganda Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, alijitokeza na wazo la kutumia bendera ya nchi hiyo kama kielelezo cha kuwaleta pamoja raia wa Uganda kupigania mabadiliko ya kisiasa kama njia ya kumng'oa Rais Yoweri Museveni kutoka madarakani. Aliamini kuwa licha ya tofauti zao za kisiasa kwa misingi ya vyama vyao, raia wangehamasika kuichukulia bendera kama ishara ya kukubali kwamba wote ni wananchi na wana haki na wajibu kuzingatia kwamba utawala wa Rais Museveni wa miaka 40 unastahili kukomeshwa kupitia uchaguzi mkuu wa Januari 15, 26. Mwitikio kwa wazo la Bobby Wine umepokelewa kwa hamasa kubwa na wananchi wengi ambao wamejinulia bendera na kuzikita sehemu mbalimbali kuanzia biashara zao mitaani na hata kwenye magari na pikipiki piki. Nchini Uganda, watu walio madarakani na wale ambao wako nje ya madaraka, nataka niseme kwamba asilimia kubwa ya wananchi hawapendi ya nchi yao. Mapenzi nayozungumzia ni yapi? Mtu atachafua mahali bila kujali. Unaona? mtakiwa ofisini rushwa kuboronga mambo. Kwa hivyo yale matumizi ya bendera ni kuonyesha kwamba Uganda ni nchi yetu sote, haijalishi unakotoka, lazima ipende. Sisi vile tunapenda nchi yetu, ndio tunatoa bendera ya Uganda. Wewe huwezi kusema ati bendera ya Uganda ni shida katika, katika ya watu. Bendera ya Uganda ni ya kila mtu, kila pate hata hivyo kadri uhamasishaji wa kutumia bendera unavyozidi, yumkini utawala umejikuta kwenye njia panda. Umetanabahi kuona kwamba nembo hiyo ya utaifa sasa inatumiwa na upinzani kwa hali ambayo inajenga uzalendo unaoendana sambamba na kauli mbiu nyingine ya Bobi Wine ya kushiriki kura ya kupinga utawala wa Rais Museveni. Baadhi ya raia wameanza kupokonywa bendera hizo na askari wa vyombo vya usalama huku wakiwapiga. Wasemaji mbalimbali mbali wa serikali wametoa kauli zinazofafanua kuwa matumizi ya bendera katika kampeni za kisiasa yanakiuka sheria husika. Hatua hii imeanza kuibua hofu na mashaka miongoni mwa baadhi ya raia. Awali raia wa Uganda hawakuwa na bendera kuwa na umuhimu mkubwa katika maisha yao. Kuna watu ambao hata hawezi kuelezea kuhusu muundo wa rangi za bendera hiyo na maana yake. Teach them the importance of this national flag. Don't allow anybody to take the Ugandan out of you. Bendera zimekuwa zikionekana tu kwenye maeneo ya taasisi za serikali, nyingi huchakaa na kuchanika bila kushughulikiwa.